Leo hii na mchezo huu Simba na mchezo tuanze hapa katika Yes. E bana ni bonge moja la mechi. Kwanza kabla ya mechi e, mimi mwenyewe nilikuwa nafahamu kwamba inaweza ikawa mechi ngumu kwa sababu uh, Mbeya City ni moja ya timu bora sana kwa sasa kule kwenye championship uh, wamekuwa na ligi yao bora sana wao na Mtibwa Sugar. Tumeona ushindani wa kwenye championship kule ligi daraja la kwanza namna ambavyo wanakimbizana kwa hiyo Uh, nilijua inaweza ikawa mechi tamu kwa sababu uh, wameonyesha wame changamoto kule kwenye ligi yao, lakini zaidi pia kabla ya kufika hapa pia walimtoa walimtoa Azam FC na walifanikiwa kufanya makubwa sana. Imagine walimtoa Azam FC eh, kwenye, kwenye kwenye mikwaju na hiyo ni mara tu baada ya ile sare moja moja. Azam ametafutiwa bao dakika za jioni, wanapata mkwaju wa penati, waenda kwenye mikwaju, wanafanikiwa. Kwa hiyo ni timu ambayo niliamini wanaweza kampa Simba changamoto. Simba ambayo imechoka kwa sababu Simba ametumia nishati ya mwisho, unajua kutumia nishati ya mwisho ni kwa maana unatumia energy yako yote ili kumtoa Mwarabu. Na mechi iliyopita simba alicheza na wale Almasri ambao walijilaza asilimia kubwa, lakini pia uwanja ulikuwa na maji. Kwa hiyo uh, kitaalamu, anakuambia unapocheza uwanja uliotota maji, eh, tope, eh, mara nyingi wachezaji huwa wanaumia wana hasa misuli, kwa sababu wakati wanakimbia pia wanakosa ile acceleration speed, kwa maana unakosa ile kasi sababu unapokimbia unatumia zaidi ya akili kwanza uweze kumwepuka uh, labda adui yako maana opponent, kutokufanyia madhambi, kutokuumiza. Lakini pia wakati unawaza usianguke, kuna vitu vingi sana unaviwaza akilini, kwa hiyo unatumia akili nyingi sana na nguvu. Kwa hiyo Simba alikuwa anahitaji kupata siku tatu za mapumziko, na of course amezipata, amepumzika. Leo siku ya nne hii wameingia uwanjani. Uh, alitoa surprise coach ni kwamba nyota ambao walipata nafasi ya kucheza ile mechi wachache leo wamecheza, lakini asilimia kubwa wamecheza wachezaji wengine ambao huwa hawapata nafasi, lakini pia mara nyingi wanatokea bench na wameonyesha uwezo mkubwa. Wametangulia kufunga Simba eh, uliona, na ndio utajua kwamba sio timu mbovu kama ambavyo watu wengi walikuwa wanafikiria katika timu za championship, ambazo uh, kwa kipindi hiki ni bora Mtibwa pamoja na hawa na, na, na, na jamaa wa Mbeya City. Kwa hiyo uh, kucheza kwao na Simba leo, walipopata goli la kwanza, watu wengi wakaanza kuingia na upepo, kwa sababu wanajua quality yao, lakini Simba amerudisha goli mapema sana, bila kupoteza muda pale. Ukaona mara baada yao kufunga hilo goli eh, moja Bea City wanaanza kupishana na Simba. Shida ya Bea City leo ni kuto kuwaheshimu Simba. Waliingia kwenye mpira wakijiamini wao ndio wao. Wanapishana na Simba. Yaani unajaribu kupishana na Simba ambayo imeingia atoa nusu finali ya Confederation. Kwa hiyo walikosa hiyo adabu, walikosa hiyo heshima na mwisho wa siku akaadhibiwa, wanapigwa magoli matatu, lakini zaidi goli ambalo nilipenda zaidi ni la Joshua Mutale. Achana magoli yote ambayo amefungwa. Goli ambalo mimi limenikosha ni la Joshua Mutale. Unajua paka sasa Joshua Mutale kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika pamoja na ligi kuu hana huo ubora na aimbwi, lakini hii michuano hii mpaka sasa hivi ndo mchezaji bora. Yaani kama tuzo inatoka ile siku ya mwisho wachezaji bora kwa upande wa CRDB Federation Joshua Mutale atakuwa anahusika kwa sababu amehusika back to back anafunga kila mechi anapokuwa anacheza. Kwa hiyo amefunga goli eh, zuri sana, amepita katikati ya mabeki kama Messi tu anaingia kwenye 18 anapiga mpira kambani. Kwa hiyo naweza nikasema uh, Simba wame, improve sana. Kocha Falu anajua namna kutumia wachezaji wake alionao. Debora Fernandez leo amecheza pale chini uh, eh, na Fabrice Luamba Ngoma leo amecheza. Lakini angalia juu pale eh, leo ni Lionel Ateba. Hawesu Hawesu alicheza uh, lakini leo Dr. Sambi pamoja na Edwin Balua. Lakini utaona namna ambavyo Hawesu amekosa magoli ya wazi. Kile ambacho anakipitia Hawesu Hawesu unaweza kusema ni pressure kwa sasa. Ni nafasi imekuwa finyu kwake kwa, kwa maana kila akijaribu kuangalia anaona hapati nafasi ya kucheza. Amekuwa akiona nafasi ndogo sana kwake. Kwa hiyo kwa anapewa nafasi ya kucheza leo anapoteza nafasi magoli kama matatu hadi manne ya wazi, iko moja na kipa anapaisha, iko nyingine inapigwa cross nzuri anapaisha Anaonekana ana furaha, ni kwa sababu tu anakosa nafasi za kucheza. Kwa hiyo nafikiri anapaswa kutuliza akili zaidi, lakini mwisho wa siku tutaendelea kumzungumzia Lionel Ateba. Ingawa amefunga goli leo, lakini kwangu Lionel Ateba he need to change. Yani kama wewe ndio top striker ambaye umeaminiwa upasi kucheza kwa kuremba remba, yani sijawahi kupenda striker ambayo sio katili mbele ya lango. Yani unafika mbele ya lango unaanza kutiatia nakshi, kama goli ambalo alikosa ali, ali, ile ali goli ambalo angefunga ingekuwa la pili kwake yeye na kipa ameshampindua kipa, alafu anapiga mpira nagula kushoto, mpira hauna hauna hauna kasi. Unaweza ukasema Ateba kwa sasa, mguu miguu yake haina uroto, yani haina nguvu. haina nguvu. Kuna namna ambavyo Ateba kuna shida naye binafsi. Kama kuna watu wanahitajika haraka kwenda kumkansil, basi waende haraka sana, na vilabu hivi vina uwezo wa kifedha. Mimi nafikiri Simba Yanga wanapaswa kuwa na watu wa saikolojia yani, watu wa masaikolojisti ambao wachezaji wanapokuwa wameingiwa na upepo au kuna jambo lolote ambalo wanaface, waende haraka wakaangalie kitu gani kinawakuta, kwa sababu mtu kama Ateba hawezi kosa magoli kama yale. Mtu kama Ateba hawezi kuwa katili. Mwanzo alikuwa katili sana, lakini this time anaendelea ku lose ile confidence yake. Nje ya 18 hana uhatari tena, nje ya 18. Kwa hiyo kwangu naweza kusema Simba ana qualify ni kwa sababu msimu huu anautaka ubingwa, yani anataka mataji yote, ndio maana unaona kila mechi anajaribu kupambana kila mechi anajaribu kutafuta ushindi na anakuwa hatari kwa kila timu, kwa hiyo nawaona wanaweza wakafanya chochote msimu huu. tuangalie kiwango cha Mutale ambao kwa siku za karibuni ameonekana kwenye mashindano kwa bora sana. Friji Bovu wewe, ni mtu ambaye unanyosha, tunyoshe kwa Mutale kwa siku za karibuni Ah, Mutale na deserve kuwa man of the match. Yaani ana MVP wa hii michuano uh, uzuri michuano awamu hii magoli hayajafungwa mengi kama ambavyo imekuwa kipindi kile, ambapo kina unakuta labda mtu kama Clement Mzize kafunga magoli ya kutosha kina sopu hivyo, lakini this time around utamwona Mutale game after game anafunga, lakini sio tu kufunga, amekuwa na kiwango bora sana. Ukiangalia work rate yake uwanjani ana cover distance kubwa, lakini zaidi pasi zake anazopiga, ile nipe nipe nipe nikupe, amekuwa na hiyo kasi, determination, lakini ukiangalia amepunguza sana weight, kwa hiyo utaona ni mchezaji wa namna gani kama huyu Mutale. Angekuwa ana apply hiki ambacho anakifanya kwenye michuano ya CRDB Federation Cup alafu anakipeleka kwenye ligi kuu ama angepeleka kwenye michuano ya kimataifa. Hivi kuna mtu gani angekuwa anamweka benchi? Na yeye bench, unajishangaa jamaa akifika kwenye michuano ya kimataifa na anambwela, yani anakuwa kama mchezaji last born hivi, yani anakuwa kama mchezaji wa kawaida, lakini akiwa kwenye michuano kama vile ameshajitengenezea, ndio michuano yake ya kutamba. So hakuna pointi yoyote unaweza ukamcrash. Ni mchezaji mkubwa kwenye hivi michuano. Yuko kwenye levo yake ya performance. Na ukimwangalia kwa mara ya kwanza, unaweza ukajiuliza, huyu kwa nini anacheza Simba? Lakini ukimpeleka kwenye ligi kuu anakushangaza akupi kile ambacho anakupa hapa, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa akupi kama ambavyo anakupa, ila kwenye hii michuano akiendelea na huyu mwenendo kama Simba atafika finali, trust me, Joshua Mutale ndio kuwa MVP. Kama Simba akifika fainali Joshua Mutale ndio kuwa MVP. Hakuna mtu ambaye amenimpress kwenye hii michuano Labda mnaweza kunikumbusha nyie kama mmeweza kuwashuhudia kuwa, kuwa wachezaji kina nani ambao wanaweza kuwa na kiwango bora kipindi hiki eh, kwenye hii michuano Federation Cup. Tukamrate hapa na nani? Lakini kwangu Mutale one of the best kwenye michuano ana deserve kupewa crown mapema kabisa kabla hata michuano haijaisha. Simba wanahitaji mechi nyingine ili aji kumwelekea nusu fainali. Moja ya swali zuri sana kwa kwa sababu unajua uh, Simba leo amecheza sio? hmm.